Karibu tena katika chaneli yetu ya Elimika. Leo tumekuandalia video ya jinsi ya kuweza kupata access ya kuangalia vitabu vya Tie mtaala mpya kidato cha pili. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili ilikuwa kwanza, endapo tutatoa muendelezo wa video nyingine. Hatua ya kwanza kabisa utakwenda katika browser yako utaandika Tie baada ya hapo uta search utasubiri iweze ku load na uweza kufungua matokeo, kama tunavyoyaona. Haya ni matokeo ya kile ambacho tume, tume search yote haya, lakini sisi tunakwenda kuingia moja kwa moja katika uh, library, ona, ya kwanza, ya library ya Tai kama tunavyoona ya kwanza Tai library ina icon ya Tai We, tuta kwa, tutaenda kuingia katika website hii. We kama tayari umeshafungua akaunti yako basi utabonyeza hiyo login, utafunguka ukurasa kama huu. mimi nilisha save password yangu. Weyo, moje, kwa hiyo ndivyo login moja kwa moja imenileta katika akaunti yangu. Sasa wewe kwa mara yako ya kwanza utajisajili, hatua za awali utajisajili kulingana na ile page form ambayo watakuletea kwa hiyo, kama ukitaka ujaze taarifa zako basi, kama ni username, password pamoja na taarifa nyingine utazijaza ili kuweza kujisajili katika mfumo huu. Kwa hiyo baada yako, tutaona kwamba tuna vitabu mbalimbali huu mbali. Ni mchanganyiko wa vitabu zote primary na advanced na mpaka vyo vya elimu sasa. Hapa tutatumia hizi watani hapa ah, juu kama tunavyoona, hakikisha hapa inasoma box. Kama ilikuwa iko katika kipengele kingine, utabonyeza hapo kwenye box ili iweze kusoma box. Kwa hiyo baada ya hapo utaingia hapa katika sehemu ya kwanza, hapa utaangalia level. Kwa hiyo sisi tunakwenda kuonyesha uh, vitabu vya mtaala ya mtaala mpya kidato cha pili utabonyeza hapo level. Baada ya hapo, category tutachagua hii tai, alafu class chagua form 2, huku ni subject. Kwa hiyo kama tunavyoona, baada ya ya kufanya machaguo hayo, hapa chini vimefunguka vitabu kama tunavyoona, hivi ni vitabu vya mtaala mpya, masomo hayo tunayaona, na baadhi ya masomo bado hayaja update kama physics pamoja na Kiswahili. Hayo masomo bado hawajaupdate vitabu vyake. Mfano, hapa tukiandika physics inaleta no result, manake bado haja update. Lakini kiswahili pia nasema no result, manake vitabu hivi havija ku uploaded kama tunavyoona. Haya ndio masomo ambayo vitabu vyake vipo. Tuchukulie mfano tunakwenda kwenye kitabu cha chemistry Tabonyeza chemist tukuja hapa, utakibonyeza kita, kita, kita hichi kitabu, utakwenda hapa read book. Baada ya hapo utasubiri weze kulodi kitabu, kitaanza kupakia taratibu. Kama tunavyoona, ni chemist form two. Hiki ndicho kitabu chetu cha form two chemist, kama tunavyoona kwa hiyo tunaweza tukakisoma vizuri, ila unaweza ukatumia hii button hapo, ambapo ibonyeza kitajipanga kama hivi. Sasa wewe utachagua page hapo, kitabu kitafunguka. Baada hapo utaweza kusoma. Aio utabonyeza hii alama X kuweza kuikata. Hichi ndio kitabu chetu cha mtaala mpya somo la, la chemistry tunavyoona hizi ni mada chapter 1 kama kamba tunavyoona, chapter nimeweka pale puto mpaka chapter. Hizi ndio mada zinazopatikana katika kitabu chetu cha kemia mtaala wa mtaala wa mtaala mpya az hapa, sawa. Tayari nimeshaizima maana ilikuwa nimeweka to play. Sasa turudi tuangalie taarifa hapo. Kitabu chetu hichi kimepakiwa mwaka huu hapo Mei elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hivyo ni vitabu vya mtaala mpya. Kwa hiyo ambao unataka vitabu vya mtaala mpya, basi unaweza kujisajili katika mfumo wa TIE Library kuweza kusoma na kuandaa notes kwa ajili ya ya wanafunzi wako wa form 2 elfu mbili na ishirini na sita.